wa kijiji cha Nyari eneo la Ganze, kaunti ya Kilifi wameandamana wakipinga kuanzishwa kwa mradi wa uchimbaji madini ya titanium eneo hilo na mwekezaji mmoja kutoka Uchina. Kulingana na wakazi hao, tayari wameiandikia barua wizara ya madini kusitisha utoaji wa leseni ya mradi huo, wakidai kwamba hawajahusishwa vilivyo na wala hawajakabidhiwa ripoti ya mazingira kuhusu athari za mradi huo. Wakazi wanahofia kupoteza ardhi zao, kwani tayari mwekezaji huyo anakamilisha hatua za kutafuta leseni ya kuanza uchimbaji madini eneo hilo. Mara ya kwanza huyu mwekezaji tulifanya kumwona amekuja hapa. Sasa akakuja akaweka mkutano akatwambia anataka kutusaidia na title deeds. Sasa watu wakakubali hawakutuelezea kwamba kuna anataka kuchimba madini. Akatwambia anatusaidia kutupa title deeds. Watu wakapenda, lakini sasa kumbe alikuwa anazama anatuchezea shere sisi ili aweze kutafuta kuchimba madini. Sasa sisi kwa sababu yeye hajafanya public participation, sisi tunasema hatutaki. Kwanza hawakufanya public participation. Halafu pia Tuna document ambayo tunahitaji ambayo tunahitaji kwamba ni environmental impact assessment report. Hiyo document hawajatupea mpaka sasa. Na tunaona kwa hizo documents nyingine kwamba hata ameapply mining license. Tunashindwa kwani huyu mtu hii nguvu ambayo anaipata inatoka wapi? Hakuna maelezo yetu ambayo tulizungumza. Maana muhimu ilikuwa ni wajwa, session, ambie, tuta, tuta, tuta, wapi, nini, yetu, waje wafanye public participation, watuambie tutapelekwa wapi, tutapata nini, mimi yetu vitakuwaje. Lakini kwamba hakuna kitu ambacho tumepatana wala tumefanya